Dkt. Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar, hii leo amethibitisha kwamba Simba Sport Club ambao watashuka dimbani katika uh, fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika, ametangaza kuwa Simba hawatotoa gharama yoyote kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa fainali, wala gharama zile ambazo zinatumika mara zote kama timu ambayo inata, inataka kutumia uwanja wa Amani Complex. Kwa hiyo leo hii rais wa Zanzibar Dkt. Mwinyi ameiruhusu klabu ya Simba kuutumia uwanja wa Amani Complex Zanzibar, katika fainali za pili. Hii ni Wise TV Plus na endelea kuifuatilia, tukutane katika fainali hizo siku ya Jumapili, tarehe 25. Usikose.